tango oza kogoya dokumat oyo administratif e uti na materitoire libere wakati muko munakatala makaritasi ambazo zinatoka kumafasi ambazo zimekombolewa. tango bosuspendre relation economique sur les reseau bancaire entre les zones libere et le reste du monde wakati munavunja mahusiano kiuchumi ambazo zinakuwa ndani ya yama fasi ambazo zimegombolewa na mafasi zingine za dunia. Boza kodeklare ke na popo oyo oh aza kushiki injustice na bino. mungu mnatangaza vita kwa ile raia ambayo iko inapatikana na ile hali mbaya ambayo unaitia ndani problemi mpo na komezuza yanwezalana mibande swate Kinshasa animi kozomiza biso nabatowa na biso soloiso iko munjia mbili, ya kwanza Kinshasa ikubali kuturudisha ndani ya haki zetu, yango wabenaaka negociation ile ambayo anaita masikilizano soki ya

vita ambayo viko nayo ni vita ambayo iko kabisa po bazana swate hawana sababu ingine wala njia ningine swate sebate nikupigana swate sebate mo ni kupigana swate wakufie kuvita swate paka na milongo, na bango bakufa na verdiki ulingi wala bafunge vinywa vyao na wakufe mu hukumu ya kiraia, kama kokanamenokonabtokoi na biso. Tunakataa kufunga vinywa vyetu na ciseketi, boye tunamwambia iseketivi, uache raia wa Kongo huru, sokiosalia ote wakati hiyo yo biso ya yango na makasi sisi tutaifanya na nguvu mpo na probleme na biso kosolisozalaka moto Chisekedi juu ya shida yetu o

oeza kodebanga na biso te neza kichasa nde moto eza kodokebiso. Kwa hiyo nitawaomba tena subira kidogo, juu mambo ya tenalie haiko mambo ambayo sisi ndio tunasababisha, isipokuwa ni gavumenti ya Tshisekedi ndio iliweka ile sheria ko biso na bafrontere na biso komipaka zetu bapaya bazakoontalibana bazwakaviza na mbasaji ya RDC. Wageni wanatoka nje wanachukua visa kwa ambasade ya RDC. so, so, wana astaavizawana na wakati wanafika hapa kumipaka za kwetu, tunakubali hizo visa zinaingia. iriko la kisaboni onoke na su inaonesha roho nzuri ya masi eto mesole ya wakati nafika kuturu ya hizo mipaka ambazo Kinshasa na biliki batotimamisatito euta naheba na biso baliniko ndima yango te makaratasi za uongozi ambazo zinatoka hapa wao hawazikubali

tango so, isokzaiyo tu sisi tutasahihisha mambo vile yeah. Wao wanafanya vile tu ionekane si, sisi ndio tunashindwa, lakini yale mambo sisi hatuna yakubali. Lengo letu tutagomboa muji kwa muji hadi Kinshasa. yago lomonaji mokozi moko ya mo, mo, Kinshasa mo, mo, ki, zaigenetatsunis batumie tension eundu azuzi uuuyan muliona mukubwa moja wa Kinshasa ya etats uni bana muuliza swali moja juu ya vita ya Kongo, akasema hivi ukumbu iliapa lager ndani ya nchi ya Kongo hakuna vita lagere zina leste. Akasema, akasema ndani ya nchi ya Kongo kuna tu vita kule kuweste lokola este ya Kongo ezala masusu na Kongo e. inakuwa kama vile este wana mashariki magongo haikuwake tena ndani ya nchi ya Kongo mpo na bango e. akomisa nfractio ya sika na Kinshasa. wao wanafanya zambi kubwa pale Kinshasa. koloba swahili kuongea Kiswahili mmoja mkuu wa Kinshasa baswahili na Kinshasa wakulikuwa solola nomnoma, mboka mswahili akitaka kuongea kulugha yake bakomi kubombana, wanaanza kujificha kujivicha, inakuwa aibu pale Kinshasa. Watakulogota sokolodi swahili amtubi barogi afit, wakati unasema swahili ya zarani wanasema wangu, wango depika swahili kama Waka siku gani Swahili likuwa lugha ya wageni? Aak, ai, hapa mimi niko hapa Goma, sinaongea Lingala, ndugu zangu. Ai, mabanga unanipiga majiwe basi, amaa, mabanga unanipiga majiwe e, ai, unani agrese a